Mambo vipi? Jina langu naitwa Daniel Sospita Silvanus. Karibu tena kwenye mwendelezo wa tutorial ama demonstration kuhusu mfumo wa e-Ardhi, mfumo mpya ambao Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi unatumia kwa ajili ya ku... ya huduma zote za ardhi. Nilitoa demonstration kwa video namba moja na video namba mbili. Video namba moja ikielezea namna gani mtu mpya awe mtaalamu au mwananchi kujisajili kwenye mfumo, lakini pia video namba mbili ikaelezea ni namna gani ya kupandisha rough coordinates kwa mtaalamu baada ya maombi kufanyika. Um, namna gani mtaalamu anaweza kupandisha rough coordinates kwa ajili ya review na generation ya permits nitaelekeza namna gani. Uh, nina mchoro ambao ninataka kupandisha data zake kwenye mfumo. Mfumo unatambua unatambua data zikiwa in form of polygons, sio lines tena kama tulivyokuwa tumezoea kwenye AutoCAD. Sasa kuna uh, tutorial nyingine nitatengeneza namna gani ya kushachora uh, cadastral plan yako kwenye AutoCAD, how to convert sasa line kwenda kwenye, kwenye polygon ili uweze ku, kupandisha data zako kwenye mfumo. Now, uh, data ambazo ninafanyia ni demonstration ya kipande ambacho nataka kupandisha data zake ni kipande hiki. Kuna kitu kimoja hivi. Hizi hizi hizi, mfumo unatoa, una generate survey, survey plan ikiwa kwenye, kwenye, kwenye paper size ni A1. Kwa sasa utaangalia kwenye A1. Viwanja vingapi ngapi zina fit kwa scale ya. Sasa it's up to wewe. Sa uh, yeah. Approaches uh, zi uh, hapa zie ambazo tunaenda kuzipandisha. Sasa kitu cha msingi ambacho unatakiwa uwe nacho ni kuwa na raw data, kuwa na um, point, kuwa na shape file uh, na kuwa na uh, documents zingine ambazo zinahitajika. Utakuwa na raw data in form of CSV, lakini pia utakuwa na raw data in form of PDF na <coughs> tenda kwenye faili langu hapa ambalo mimi ni faili hili hapa. Hii faili tayari nimesha, kuna point ambazo hizi point zinakuwa attribute table zina contain uh, vitu vifuatavyo kwamba kuna field id, kuna x, kuna y, remarks na station. Hizi ndio point ambazo tazipandisha, lakini pia kuna attribute table inakuwa uh, uh, attribute table shape file ambayo shape file inakuwa na field id pekee yake, aina mambo mengi Tando. Kitu kingine ni raw raw data. Na maana nitakuwa nina na raw data. Nitakuja kwenye file langu la raw data, nishatengeneza raw data. Lakini sasa hizi raw data zinakuwa kwenye kwenye kwenye format kama hii. Yaani, tofauti na hapo, hizo title mfumo hautambui. So natakiwa kuweka kwenye kwenye mfumo hivyo hivyo, field id xy ile ile ile, mfumo ni ni, mambo anajua it ni algorithm na nini coin detect uh, kwamba kuna x ita detect x, kuna y ita detect y, kuna remark ita detect remark. Sasa wewe ukiweka remark yenye herufi ngapi, sijui herufi kubwa zote, lakini mfumo wenyewe uko kwamba ni automatic uko ni automatic detect, una detect remark <coughs> remark venye iko kwa mfumo uko hivyo. Na mm, nikishapona hivyo vitu tayari, na rodata na rodata ziko kwenye form ya ya PDF. Kwa mfano ah, nina data zangu hapa ambazo ziko kwenye fomu ya PDF. Kwa hiyo sasa ninachotakiwa sasa hivi ni kupandisha tu. Na kitu kingine maybe nieleze kitu kidogo tu hapa kwenye kwenye QGIS. Hizi shape file bwana, shape file inabidi ucheki, kuna kuna vitu ucheki kabisa moja kwa moja kabla hujapeleka kwenye mfumo, kwenye mfumo, kwa sababu mfumo utakukataa mchana. Kwa hiyo lazima ucheki kwamba hakuna invalid geometry kwenye shapefile zako lakini pia hauna duplicates, hauna gaps, polygons zime snap to points. Sasa hayo yote unafanya huko tu, kwamba kwa mfano kwenye kusnap, kusnap. Um, uh, polygons to point, ina maana utatumia tu kwenye processing toolbox utaandika snap, snap, snap, snap nini, snap, snap, snap geometries to layer <laughs> then utakuja kuweka layer ya shapefile na layer ya point zako ambazo unataka ku- then utasnap, ina maana utakuwa umezi. Alafu uh, ngoja niseme tu common common errors ambazo zinaweza kabisa kusumbua uh, uki, ukiwa ni, ni, ni kwa mara ya kwanza, kuna hiyo, kuna error nyingine ninamaanisha kwamba ni, null, null columns. Null columns na ni uh, point zako kwa mfano hapa kwenye attribute table kuna column ambayo haina information hiyo ita, ita reject kama na column. Lakini kuna kitu kingine tena hapa ah, kuna kitu kingine nimesema, tunaondoa gaps, tunaondoa gaps, tunaondoa na na, na, na, na, invalid geometry, tunaondoa na overlap. Overlap pia inasumbua, lakini sasa kwa, kwa, kwa mtu wa QGIS, kuna kitu kinaitwa topology checker hicho topology checker itakusaidia ku detect hizo error zote. Lakini kama wewe kwenye QGIS yako hakuna, utaenda kwenye plugins to manage and install plugin, uta install, uta tick. Kwa mfano kama iko untick, ina maana like you see hapa ni ki tick. Ni ki untick hapa hiyo haitokei. Okay. Lakini ni ki tick itatokea okay, hapa. Kwa utaiweka, then utakuja utaactivate, let me get one. Kwa utakuja ku kwenye setting utaadi, laba lea gani, laba ni hii shape file, shape file must not contain laba, must not have duplicates, then add your rule, laba kama kuna rule nyingine hivo hivo, kama kuna i mean rule nyingine nataka kuiongeza, kama ni invalid geometry na nini, unaweza ukapitia kwa cross check utakuja then utarun kiran kama hakuna hakuna error yoyote itakayokuwa detected hapa, ina maana you are safe to go, ko tayari hapo, ina maana nitakuwa nimeshaanda nimeshaanda data zangu. Nitaingia sasa kwenye mfumo kama kawaida, twende huku kwenye, kwenye mifumo kupandisha data. Nitakuja nitaenda kwenye mtoa huduma kwenye... hey, kwenye, hey, <laughs> Service provider request data, zikikataa unarudi site au unafanyai? Data zimegoma kupanda, sa unalia, turudi site. Okay, nao sasa zimefunguka, miama transactions zimefunguka, utakuja kuangalia, lakini ukiangalia hapa need to expand kwa sababu namba ya ombi na itafuta iko chini kidogo kwa, ni, ni, niwe ni mvumilivu jamani. Baada ya klodi uh, nitashuka ni chini kwenye namba ya transaction na itafuta. Takuja hapa, ntatafuta transaction namba na ngapi ili nafanyia kazi hii hi hapa. Takuja tatazama maombi, kija kutazama maombi. Kumbuka Uh, kipengele kilichopita tuliishia kwenye ku-upload rough coordinates, na rough coordinates zetu inaonekana hapa kwamba kuna tp kuna rough coordinates. Natakiwa sasa nipandishe data za ili eneo, ina maana tayari wameshafanya wameshafanya verification now I'm ready to go ku-upload data kwenye documents, takuta kuna documents ambazo tuli tulizipandisha mwanzo wakati wakati tunafanya maombi ya upimaji kwa, kuna kuna muhtasari, kuna hizi instruction instruction instruction to survey SF37. Ina maana tayari document ambayo imeongezeka baada ya sisi kusubmit draft codes now, tunaenda kwenye survey method. Kwenye survey method utakuja kuregister uh, type of uh, survey category, ni kama ni normal survey, utaweka normal survey na method kama sasa hii hapa ni urasimishaji, natumia yes. Uh, urasimishaji kufanya demonstration na mradi ni, ni ni formalization. Kwa nitachagua mm, formalization then project nitachagua ni LTIP land tenure improvement method. Ndio RTK, hapa utaandika kama hakuna, utaandika RTK method, ila sio, utaandika method uliotumia kama ni umetumia kamba eh, kamba ina raw data. Ishu nyingine bwana, kama unahitaji unahitaji kukodi vifaa RTK Okay. Haya then. Okay, nitakuja kuangalia hapa information ziko sawa, then nitakuja ku-upload survey raw data, ambapo survey raw data ziko kwenye format una upload in form of CSV. Nitakuja kwenye file langu hapa, ni kwenye final submission. Hapa ndipo ni transaction one. Sasa naweka raw data hapa. Haya, raw data iko kwenye CSV, uta open then zitakuwa added hapa. Cha kufanya, utakuja ku upload, upload successful. Wow. Okay. Then kimaliza hapo, utakuja kwenye service special. Patamu hapo. Hapo service special ndio zile sasa kazi yako uliofanya. I mean, points na polygon. Kama nilivyoambia kwamba points formats nime, eh, tumeelezea tumeona iko vipi na polygons format iko vipi. Kwa hiyo nitakuja kwenye kuupload. Nakuja kuupload na kuupload nini? Taka, uh, points, maybe, lakini natakiwa zipo kwenye zip folder. Kama vile nitaenda kuzip folder langu la, la points, uh, zip points zangu. Tazara, eh. Yeah, of course. Points, point hizi hapa shapefile zake. Kwa hizi shapefile natakiwa ni zip. Ta zip kama kawaida mfumo ni ule ule, usizipo kwa seven zip, usizipo kwa sasa. Nitakuja kuniat ku, ku takuja ku, kuangalia kwamba nizara, then yeah, zime kiangalia hapa, of course, sa. Nita upload panapo nitasubiri kidogo tu niwe naunini na, na, na mvumilivu. <laughs> Kuna pointi hapa, mfano labda nimeingiza, nimeweka point, ni pointi alafu hiyo pointi kuna pointi nyingine iko huku ndani, ila sasa sijui kwamba iko sehemu gani, na inawezekana bwana bikoni zkaa zinafanana na na eneo tofauti na eneo lingine ndio Mfumo ume reject. Natakiwa nitafanyaje? Sasa niende nikangoe ile beacon site, nipande beacon nyingine. Wow. Tayari, ina maana upload successful. Now we are ready to go. Kwa kitu tunachotakiwa kufanya ni kwenda ku validation. Nitakuja kwenye survey point lakini sasa itacheck kwamba check geometry study, map overlap, null columns, uh point, uh vertices conform conform projection. Hivi kila kitu. Kwa hiyo ina maana itacheki itacheki hizi validation zote, kama kuna overlap ni wewe kama kuna nini ni kwa cha kufanya mimi nitakuja ku, ku validate survey point. Okay, na maana tayari nimemaliza ku import point. Then nitakuja ku import ku upload nini, ku upload, uh, ku-upload nini survey data ambazo ni polylines. Nitakuja kwenye survey data na nitakuja ku kwenye folder langu kule, na na kwenye file. Nitakuja nitazip kama kawaida ni me send to zip the file to zip the folder. Then takuja nita select, takuja kwenye folder yangu la shape file nita select open. Aya, uwa po umemwagika kama mchele wa Usangu. Aya, sawa. So, takuja ku upload successful. Nita kuja kwenye nilivalidate point sasa. So, hivi naenda kuvalidate validate polygons ambazo nimeziweka utaona earth... kwamba kuna geometry nadhani hizi hizi kitu nimesema kwamba geometry geometry geometry ni kama kama kuna kuna blank it column column close geometry check geometry tu hii kitu ndio sija sija eleze. Sasa in case umekutana na na geometry is not 2D, unafanyaje kwenye processing toolbox e kwenye QGIS utaselect shape file afu utakuja uta uta drop uta kwamba uta -drop, drop M and Z, Z value ili ziwe uta drop M na Z then ta run. Ina maana tayari imetengeneza, naona pc na like naiondoa. Ah, aina kazi in case nilikuwa naongelea. Kwa hiyo mimi nitakuja kuvalidate

sana ila ukianza kukutana na vimbwenga sasa. Nikishafanya hivyo validation, then nakuja ku kusubmit, tanza kusubmit survey point vya vyote. Ukianza data nini, itakwambia unakaribia kuwasilisha mimi flani flani flani, yes. Nitakuja tena kwenye validation mieka point, eh. Nitakuja tena kusubmit kusubmit, kitu gani? Nitakuja kusubmit survey data yes, mimi flani flani, yes, kwa maana tayari nime nimesha submit, kinachofuata ni kwenda kwenye data mcheck. Kwenye data mcheck, kumbuka kwenye kwenye kwenye point zangu pale nimeweka eh bwana, unaweka na control point, control point ambazo utazi uta, unazitumia umezitumia kwenye project yako. Kwa hiyo nitakuja nita check data mwapa, na maana data mcheck successful. Uh, station na uh, station tatu ambazo ni control Distance, difference, distance, distance, ni zero zero kwao, inamaana nimesha nini? Nimesha kwenda haya. Nitakuja kwenye BC2 naambia, please complete details in data check first. Jamani, si nimemaliza? Haya, hii ni matatizo ya mfumo, na refresh tu uta refresh utaona tu, changamoto ambayo kitu umemali, umefanya afu inaleta, inaleta, inaleta changamoto Izimhkel una refresh then utakuja kwenye BC2. BC2 hapa ni kwenye documents. Sasa utakuja ku ku, ku attach the document na ku generate generate. BC2, BC2 hapa certificate of erection of ta kuangalia ina kwenyesa, utakuja kuangalia ina maana hapa tayari here namba majina ya ya hizo nani ile hizo station na mean beacon. Tena kutakuwa kuna sign land service application form. Kumbuka, wakati tunafanya maombi mwanzo, kuna form tuli download nikasema kwamba ni form ambayo itajazwa na majirani itajazwa na viongozi wa kata na kijiji. Hivi ndio nakuja kuattach hapo kwa nitakuja kuattach taangalia mimi kwangu ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ote maelezo yote uliokuwepo nayo sasa, okay. Utaandika nitaandika tu application form. Application form de, nitaenda kwenye hiyo document sehemu ambapo nimeiweka, utajua utakapokuwa umeiweka. Nimeiweka uh, ni hapa, nimeshaipata, nitawasilisha kazi ya mfumo kundaua <coughs> Na haya then, baadaye hapo nikija kucheck hapa, kila kitu kiko sawa, imeshasainiwa. Uh, uta ni na nini, then nitakuja raw data. Raw data ndio ile pdf nakuambia kwamba kuna raw data ambayo utaiweka, utaattach kama hivi sasa. Raw data ni raw data basic, ile unayotoa unadownload kwenye kwenye kwenye kifaa, utakuja kuweka hapa, na maana mimi niko tazara nitakuja okay, kuangalia raw data zangu, ndo hizi hapa survey permit. Why why why? wakati nimeshamaliza kuna nili, sasa hapo narudisha nyuma. Anyway, nafanya ku refresh ili ikupe option ya kwenda ku generate ku generate draft survey plan. Ina maana sasa hivi naweza nitaka ni generate kujenereti draft survey plan, nisha upload data kila kitu na nini, nitaka ku generate survey plan. Nitakuja hapa generate draft survey plan, ta submit, yes, okay. Na maana itaniambia mwamala umetumwa kikamilifu, ntarudi kwenye mwamala wangu kule sasa ili niweze kuingia tena kwenye namba ya mwamala transaction

Aoda hey. Okay. Ah, tayari imemaliza. Ah, kule nitaenda kwenye tafuta namba ya mama wangu hapa anafanyia kazi. Tazama maombi, lakini nitakuja kwenye hizi step zote nishazikamilisha, nitarudi kwenye BC2 hapa, nitakuja kuangalia, nitakuja kukuta option niliongezeka ni option ni ya ku generate survey plan. Kwa hiyo mimi nitafanya tu, nitabonyeza kitufe ta generate, anakuambia you are about to generate survey plan. Ndio, I'm about to generate survey plan. Kwa ina maana imesikuwa successful, kuja kuangalia survey plan yangu hapa, generate survey plan huko inasemaje, nataka ku download for future use before, haba kama nina sema cha kufanya, utamaliza hapo ushamaliza, kazi imeisha. Ukitaka ku download it up to wewe, ukitaka kuiacha, lakini kitu kingine kwamba hii, hata usipokuwa nayo, usipo download this time, unaweza ukaenda ku download kwenye, yani mwananchi anipata, mwananchi anapata huku, mwananchi uh, process zote ombi kila step linapoenda kwamba sasa hivi ni iko kwenye permit, iko kwenye review, iko kwenye ku upload survey data, iko kwenye ku, ku issue BC3, iko kwenye issue haba, iko mpaka ukiwa kwenye approval stage, wananchi kule anakuwa anajua kwao kwa, takuja kwenye completion. Completion ni kwenye kwamba kwamba, then unaona sasa, ile ile ile ile option ile sema kwamba kukutana hakuna option ya kupa option mbili, ya, inakupa option ya kurudi nyuma, refresh Then ukisha refresh utakuja kuangalia tena, utakuja kukuta option ya kwenda mbele ishakuja kwa utakwambia yes, issue issue issue certificate of boundary beacon ni ni okay. Kwa hiyo mimi nimemaliza, inamaana huu muamala tena umeshatoka kwa service provider, umetoka kwa mtoa huduma, umeenda kwenye stage inayofuata. Stage inayofuata kwa wewe mtaalam rahisi Swala la kusaini utaenda kule, utarudi. Wakisha review, utaambiwa kusaini, utasaini. Then utarudi tena kwenye approve, ukienda ukienda ukirudi ukienda ukirudi ukienda ukirudi kwa approve. Asante, thank you very much kwa kunisikiliza uh, Karibu karibu kwa, kwa, kwa, kwa, demonstration. Karibu kwa tutorial nyingine, uh, uwe karibu na YouTube channel yangu nao nitakuwa nikifanya demonstration na tutorials za uh, aina mbalimbali kwa software mbalimbali mbali. Na hapo ndipo tumefikia mwisho wa movie yetu iliyokuwa inaenda kwa jina la ER. Haya, karibu tena bwana, kwa ajili ya tutorials nyingine mbalimbali zinazohusiana na na software tofauti tofauti, karibu. Jina langu naitwa Daniel Sospita Silvanus inapatikana hapa nilipo, lakini kitu kingine bwana, e, hey, nimesahau kuambia kwa issue yoyote ya kazi za survey. Engineering survey, cadastral survey, mining, uh, hydrography, hydrographic survey, topographic survey. Uh, any kind of survey.